Habari za weekend vipenzi vyangu, natumaini wote ni wazima wa afya. Karibuni tena vipenzi vyangu kwenye chaneli yangu ya TZ Fashion, ambapo katika kipindi chetu cha leo nataka tuzungumze jinsi kitenge kinavyoweza kubadilisha na kupamba mwonekano wa nyumba yako. Kitenge ni moja ya nguo maarufu sana inayoendana na tamaduni mbalimbali mbali, na unaweza kutumika kwa njia nyingi katika urembo wa ndani. Na katika kipindi chetu cha leo nataka tuzungumzie kuhusu matumizi ya kitenge katika mapambo ya ndani, lakini pia nataka tuzungumzie kuhusu umuhimu wake na jinsi tunavyoweza kutumia kitenge hiki kwa ustadi. Leo ni siku ya weekend, unaweza ukachukua nafasi hii kuweza kudecorate nyumba yako ili nyumba yako iwe na mwonekano wa kipekee, kwamba unakuwa ni mtu wa kubadilika badilika. Si wewe ni mtu wa fashion, jamani? Kwa hiyo kama ni mtu wa fashion, pia ndani unatakiwa kuwa kifashion, fashion. Kwa hiyo tuende pamoja tuangalie kwanza kabisa nataka tujue kwamba kitenge ni aina ya, ya kitambaa au fabric inachochanganywa na pamba na inakuwa na rangi ya ng'avu na michoro ya kuvutia una, inayoweza kuhamasisha hisia mbalimbali mbali katika muonekano wa kitambaa hiki kutokana na muundo wake kuwa ni muundo wa kipekee sana. Ni muundo ambao unaonekana sana. Kitenge kinatumika katika tamaduni nyingi za Kiafrika kwa mavazi yake, lakini leo nataka tuzungumze uwezo wa kitenge hiki katika urembo wa ndani mwako, katika nyumba yako. Kama una sofa lako, unaweza ukatumia kitenge kuweza kudecorate sofa lako kufunika lile sofa lako ambalo uko nalo nyumbani, aidha ni chakavu, limekaa kwa muda mrefu, aidha ni uh, koche, ko sofa lako ni jipya, unaweza tu ukalifunika au ukalidekoreti ilo sofa lako na kuleta mabadiliko makubwa sana ya mwonekano wa ndani kwako. Unaweza tu ukachagua rangi na mchoro inayoweza kuhamasisha mwonekano wa sebule yako. Jamani, asikwambie mtu kudekoreti sofa ambalo likiwa na mwonekano wa kitenge sebule yako inabadilika sana. Kama huamini wewe, jaribu uone jinsi inavyoweza kufanya kazi, sofa linavyoweza kuweza kuwa na mwonekano mzuri na wa kupendeza sana. Lakini pia katika ukuta tujue kwamba kitenge, kitenge kinaweza kutumika kama pambo ukutani hivi. Inatoa fursa ya kuleta rangi za mitindo unaoendana na tamaduni mbalimbali mbali. Kwa hiyo hapa unaweza pia ukatafuta gundi, kitenge chako kilipo ukaweza tu kudecorate uh, sehemu moja kama pale sehemu ya kwenye TV pale ukaweka kitenge na kikawa bado kina mvuto. Sebule inakuwa ina mvuto, inavutia sana katika muonekano wa sehemu ile pale. Kitenge kina maana kubwa sana katika tamaduni za Kiafrika. Zinaweza kuleta urithi lakini pia utamaduni. Hivyo, hivyo inaweza kuleta muonekano wa nyumba yako. Unaweza kuleta hisia, kitenge kinaweza kuweza kuleta hisia za utamaduni pamoja na historia. Watu wengi hutumia kitenge kuonyesha vitambulisho, kuonyesha utambulisho wao wa kurithi mila pamoja na desturi katika matukio kama vile ya harusi pamoja na sherehe. Kwa hiyo unaweza ukapamba hivyo vitu aa, na mwonekano stili bado ukabaki kuwa mzuri na wa kuvutia sana. Hata hivyo ni muhimu kuchagua mchoro na rangi zinazohusiana na hisia inayoleta, uh, wahusiano kuwasilisha sorry, na zinazoweza kuwasilisha kwa mfano michoro yenye rangi ya joto unaweza kuleta hali ya faraja na kujiamini, wakati rangi za baridi zinaweza kutoa hali ya utulivu pamoja na ujasiri. Nadhani hapa sasa, vipenzi vyangu, tutakuwa sasa tunaanza kuelewa kuhusu kitenge, jinsi tunavyoweza kukidecorate tukiwa nyumbani kwetu au nyumbani kwako. Kwa hiyo unaweza uh, inaleta kwanza joto Um, katika msimu wa baridi pia linaita baridi, katika msimu wa joto kama vile inaweza kutoa hali zile za kutulia. Kwa hiyo pendelea sana kudecorate hata kama ni chumbani kwako, decorate tu na ukutani mwako. Tafuta kitenge kwa kidecorate, ili kuwe na mwonekano mzuri na muonekano wa kuvutia sana. Na pia kuna njia nyingi sana za kutumia kitenge ili kupamba nyumba yako, na hapa tunazungumzia kuhusu mapazia. Kitenge kinaweza kutumika kama mapazia. Uh, hiyo inatoa furaha na rangi za chumbani na inasaidia kudhibiti mwanga. Kama nyumba inakuwa ina mwanga mkubwa, mwanga mkali, kwa hiyo kitenge kinasaidia kuzuia ule mwanga au mionzi ya jua. Lakini pia tuangalie katika uh, kitanda. Unaweza kitenge kama kuchukua katika kitanda, unaweza kutumia vitu kama mfano wa mvuto na kuweza kubadilisha kabisa muonekano wa chumba chako unachokuwa unalala. Lakini vipi kuhusu uh, suala zima la mito? unaweza uh, ukaweka mwonekano wa kitenge hiki kama decoration ya chumba chako au decoration ya nyumbani, wa nyumbani kwako. Lakini vilevile vile pia katika vikapu, kitenge kinatumika kutengeneza vikapu vya uh, kuchangia urembo wa nyumba hiyo. Ni njia nzuri inayotengeneza matokeo matendo ya kiuchumi na mazingira. Lakini pia katika viti vya kulia, unaweza ukaweka aina hii ya kitenge hapa tunasema kwamba table mat, zile mat za kuwekea chakula zinaweza kutengeneza kitenge kuleta hisia za hali ya hewa ya Kiafrika kabisa. Pamoja na viti vya kulia vinafunika, vinaweza kuvutia wageni. Pale wageni wako wanapokuja, jamani wakiona tu umedikorete, um, sehemu yako ya chakula na kitenge inakuwa inaleta mvuto sana na wanavutia sana kwa sababu wanaona kwamba wewe umeweza Kuleta kitu cha tofauti sana. Kwa hiyo unaweza ukachukua nafasi hii ya kuweza kudecorate. Kama hujui, utaweza ukaniandikia comment yako hapo, nikakuelekeza jinsi gani ya kuweza kudecorate viti vyako vya sebule pamoja na meza yako, ili kuleta mwonekano mzuri na wa kuvutia. Kwa kumalizia tu, kitenge sio tu nguo, bali pia ni kipande cha sanaa kinachoweza kubadilisha mwonekano wa nyumba yako. Kila kifaa kinachotumika kwa kitenge ni hadithi na maana yake, hivyo ni muhimu kuchagua kwa umakini. Kutumia kitenge kwa njia za ubunifu, unaweza kuleta katika maisha rangi pamoja na utamaduni kwenye nyumba yako. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kwa kunisikiliza. Natumaini umeweza kujifunza kitu katika kupitia vitenge hivi ambavyo nimeweza kukuletea siku ya leo. Natarajia hapa kipenzi changu kuweza kupata motisha ya wewe kuweza kuboresha mwonekano wa nyumba yako kwa kutumia kitenge. Kwa hiyo, uh, unaweza ukatumia njia hizi ambazo nimeweza kukwambia hapo na ukadecorate nyumba yako. Asanteni sana, tukutane wakati mwingine katika kipindi chetu kijacho.